Ah, uh, hello my people, mko aje? I hope mko poa. Hapa tuko na Mike na tuko na doctor. Mike ali request doctor akuje na amefika. Na pia wale wengine wako around, wako mbali. Unawasimama, sio? Wanaenda wapi hapa lakini watakuja. So hopefully watakuja. Ju daktari amefika. Wajua kama daktari amefika. So Mike, daktari ndio request akuje na alifika. Ju tuliongelesha, niliongelesha huyo boy. Uh, edi rudisha mkamu wa hmm. Daktari akasema mwenye atajileta ata mwenyewe ajueni aje, but before that, nilikuwa nimekupigia tukutane ukuje ukutana daktari mwenyewe kwanza before wale wakuje. Kwanza kabisa na shukuru hmm. ya huyo kijana anajifanya kuna kiburi hmm. uh, You know, yeah. Hata before nikuje nilikuwa ni napanga venye naweza kumpata ni mpini ni mfunzi ya adabu. Nda yeah, kutumia sheria mkononi. Hakuna no, mtu anacheza na vitu zangu aende hivi hivi tu. Request daktari akusaidie. Yes, daktari atafaa ata play part yake. Wewe pia ulikuwa nda mm. yeah. kuplay yes, part mm. yako kama Mike, nataka ni play part yangu. Mm. Mm. mbegu hizo zinakula na fisi leo. So daktari kwa nini, mbona daktari amekuja daktari? Mm. yeye daktari atapipa yake, nataka nione kama atakubali kurudisha hizo vitu kwa uzuri. Hiyo usitaki kujiva, unajua kila binadamu mm, kuna shetani ndani yake. <coughs> Yeah, uwezi, you are a beast in you eh, hey. Mtu akiamsha inaamka pia sindio? Mimi niliona hiyo uh, opinioni yako kutaka daktari akuja kusaidia liona iko sawa. <coughs> Wacha tutumie yes. that way tuone inakuwa aje. Obviously lazima atarudisha hiyo, ni kitu hiko. Okay. Mm. Anyway, so daktari, nimesema ah. pole sana kwa vile niliku nili kuhandle ile siku nimekuambia, so, naomba msamaha. Najua mi binadamu na mina, mwanadamu ama binadamu na wakati ukisukuma kwenye ukuta unaweza kubehave. Mfine tu yani daktari, daktari tu mzuri na kazi yako nzuri Ah, mi usema wakati ulikuwa msichana ulitesa sana. Kusaidika kweli niko shuko na aro nzuri, na unanielewa mimi kaa mjukuu wako <hazitaka> so, kama kuna mahali nilikosea ile siku naomba fweni. Ha, sikupenda kuona <hazitaka> <Nivindaliona>, <hazitaka> kama walikuwa nataka kuni, niliona ni kama ni mpango walikuwa nanipangia, ndo wanivuruge wanipokonye mali yangu so nimeomba msamaha sana, ulikuwa na kiburi, lakini nashukuru sana jinsi umebadilika na ni vizuri mtu hmm, anapokosea kuwa anaomba msamaha. Jambo lingine nataka kukueleza <sighs> ya kwamba usijaribu kuchukua sheria mikononi. hmm. Ilo jambo niache mwenyewe ntalishughulikia ndio. So, daktari, so, unasema nisichukue sheria mikononi? Ah, so, ungeniruhusu nifinye ni tu mtu kidogo asikie venye kufinywa huko kuna fela. Ndio maana niko hapa, niko hapa kwa sababu ya hilo jambo, na nitaweza kusaidia na kila kitu kitakuwa shwari. Sawa, nitajaribu <coughs> ila <coughs> <coughs> <coughs> na daktari, si <coughs> rahisi hiyo story. <coughs> Anasema akipata hiyo mali yake atapatia alisha. Ni ukweli juu anasema akiipata atagawia alisha yake, then apatie mke wake yake napenda iwe hivyo akishapata hivyo vitu, hiyo ni ukweli, atarudisha kweli, lakini roho yake bado iko ngumu kiasi. Naona mm. naona roho yake bado iko hapo, na hiyo ugumu hapo utamsaidiaje? Na kwa saizi sana nisikiza mm. naomba nisikize mimi kama daktari wake, hiyo vitu akipata avigawe, maika aweze kumgawia lisha zake mm. ndiyo, ili kila kitu kiwe shwari Pata. Pia yeye mwenyewe pia zile mali za kina alisha zile, kama shamba ya wazazi, aweze kumkabidhi alisha, aweze kuanulia shamba nyingine, ndio mm. Okay, hapo ni ukweli. Mimi nitakwambia ukweli ah, mimi mm, siko nataka kupea alisha anything, ju huyu mwanamke ana kiburi mwanamke amejaza wanaume ndani yake, mara tu hapo bali, lakini si ni manake, mini, mini adabu, mina, mina mali yake. Hata kama kuna wanawake kuna wanaume ndio mm -hmm. Umpatie ukishamfunza adabu, utampatia na wanaume wengine, kisha mwanaume mwenyewe amewekwa anataka kula na mwingine tena, na mwingine tena, mwingine hiyo pesa. So unaona kama hao wanawake wote wamekuwa ni kama ma parasite wewe hapo. Kuna sasa utende haki, unalisha unalisha Sharon, huko Sharon analisha huyo mwingine huko, ile kijambazi ule mwingine, ile kijambazi kinatumia pesa yangu imetoka kwa Sharon kulisha analisha, hata baadhi yao walikuwa around kwa around. Tulikuwa tumwangalia akasema ataki kuona yeye daktari. Anajua mm, kitu amefanya daktari alisema anachukua vitu zako. Kile ambacho naomba Mike ya kwamba siangalie mambo eti alisha na wanaume wangapi mm, yeah, be mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wow, ya aweze tu kukabidhi vilivyo vyake kila mtu aende njia yake akiwa salama sawa, daktari. Hapo nitafikiria haya, nitafikiria kama nitampa mali yake pia, akipenda kuharibu haribu ndio, akipenda kunivu, akipenda kutafuta mwanaume mwingine aongezie sponsor wake, shauri shauri yake ila huyo mwanaume huyo kibaraguzi huyo. Ila alikuwa hapa around. Hmm. Na, na si alikuwa around anaweza kuja any time, atakuwa hapa amekuwa na na Sharon, kama si daktari alikuwa na Sharon. Najua hakuna mtu anapenda gaa mtu, mtu, mtu acheze na mali yake akunaga mtu huwa anafurahia sana no, mtu acheze na mali yake. Unaweza kumkuliza ka karatasi but, tuacha tuacha tumie method kwa ya daktari kwanza, tuone but najua itawork. Si ati tuone tunapima but itawork, hmm? So, nimesema okay. Mimi naamini kama itafanya kazi naamini na matumaini daktari acheze upande wake hmm? hmm. Sasa sijui itakuwa aje kama atakataa nikabidhi mali yangu hawezi kata daktari. Ndio wewe daktari, unasaidiaje? Nitatumia mi nguvu nilizo nazo, hizo vitu vyako vitarudi. Mimi daktari, mi hata kama huyo mtu unaweza kumgeuza panya, mimi nimshike nimpelekee paka mle kwanza, nitashukuru sana. Kuna binyo unaweza kumgeuza panya ama hata akue tu inzi, nimpulizie du makofi. Mm. Ningefurahia sana juu mtu kama huyo afai kuishi katika jamii. Yeye anangoja wengine waumie wakitafuta, alafu yeye abebe aende ji nufaishe naye. Mm. Sasa wewe umenipa kazi Wetulia, utaonagawia nguvu yako. Ningefanya mtu aku atavumbi afagiliwendio. Maana si kila mtu anapewanga hizo nguvu. Ndio kama ungesema kama wana ungesema au wakenya watu wangekuwa na bunduki maji, watu wangekuwa ngoja. Sasa umeona iwezi kuwa hivo, subiri nimueleze kidogo kuhusu mambo ya udaktari. Haya, huwa mm anaangalia mtu asiwe na hasira ukiwa na hasira uwezi pewa u daktari, maanake unaweza ua watu wengi sana. Mimi hata si kumuua, haitaki hasira yani siwezi. Yes, yes, ua mtu mimi. Nikiwa na nguvu kama hiyo, nakugeuza tu panya. Unahangaika hangaika kidogo, mara uende kanisani ufukuzwe, uende kwa jirani uliwe. Na ndio maana sasa hukupewa. Jua hiyo roho hukupewa. Najua ndio ukinibadilisha mambo akitamba. Na ndio mimi nakusaidia kupata vitu zako. Na ndio mimi nakusaidia upate vitu zako. Hawezi apewa Mungu apengike kila mtu kila kitu mtu. Unajua ufai kutembea vitu nzuri nzuri kama hiyo. Eh, mimi kwanza daktari ndio kuleta daktari akusaidie kuchukua vitu zako, na utaki kuchukua vitu zako. Mimi bagi yako imenikaba macho siada yako wife alikuwa nataka kuenda kurudi back to Australia, kama alipiga business zake, juu vitu zake zilipotea, alikuwa na claim, lazima ngoji tu. Najua juubizi yake imesha alikuwa na kuja Kenya kudu Actually kuna project kwa tufanye na nahei huko Kenya, mm -hmm. But sasa vyenye mambo yalitokea tu yakatokea, yakawa vyenye kulikuwa hiyo mara Aisha ameficha hizo document mara mm -hmm. Sijui hako kamwizi kake pia kamebeba kamepotea nazo, so kuna vyenye mambo yamekwama mpaka mm -hmm. so, hizi hata ku withdraw pesa unajua ni ngumu juu kuna smart card hii

Mi hata naona hii mambo ikiisha mm. Stori na wanawake nitaachana nayo. Huyu anafaa kukua hapa uu hapa. Daktari amefika ama daktari uko utaka kwa wana wote, yeye na mke wake yuko tu njianambatata kwenye simu. Mi mm. Na wanawake ni kama pilipili pili na mdomo ya mtoto. yeah, yeah. Mtafuteni kwenye simu. E, nimekwambia tu mm. Mi hii stori yote ikiisha nipate vitu vyangu mm. Nimalizane nao vivo vinyangarika, mi wanawake nitaachana na story. Na Kani, bibi yako sasa? Ah, bana, si na sasaa maishauaishina si lazima kuwe na mwanamke mm. siku hizi hiyo inakubalika tena vibaya sana. Okay, kuna wale wazuri, si wote ni wabaya, ni nyinyi tu vijana mnakimbia kimbia tu bila mwelekeo. Mkiambia mtulie mpate ubavu wenu, na mtaki kusikia ni kila uh, msichana mnaona tu huyu anapendeza, mnamchukua, mnamweka ndani. Huyu anapendeza hivyo hivyo, mnakupa sana nyinyi, bado muna mapepe mapepe wewe unaona kasichana kadogo tu kazuri kanapita kamebeba nyuma we shuguli, na wewe umekaa tu unashughulika na mambo yako, alafu anakuingiza huko majaribio. Hata ukijaribu kukwepa yanakupata tu, but this time nitakuwa very nitakuwa very keen ndio, like mm. Shida yenu sasa. Lakini sasa unapenda fine girls ama <laughs> unapenda kitu kingine na kavenye kinaka Umwanaume anapendanga fine girl eh, mm. Si mtu mwenye ukizaa yeye anakaa kohozi. Lazima utafute mtu mwenye anakutolea kitu kizuri. Sasa unaona asema dadi, uliangukia mtu anakuzalia mtoto naknakaahusu inakaidiy nini? lazima uangalie mtu mara. Ukichanganya hiyo kokteli ya blood dark na mto wengine giza, mwenyewe ni giza, unapata <muchinara> bibi giza. Mi si mweupe mi ni mdak

we mtu lazima kuwe mtu mwenye anameremeta na anavutia. Wanasema simba mwenda pole ndio mla nyama. Mm. Unaenda pole pole. Ah, nikikimbia pole nyama ikitoroka inyasha. Unajua Mike, wewe unajua unajua vitu umetarajia, huwezi ipate kitu umetarajia. Mungu anakupatia ngeli kitu kingine unexpect. Kuna saizi kuwe na swara, kuna mwingine anaipeleka mbio, wewe unataka kuenda pole pole. Swara itakuacha, swara itakuuma, unataka kukimbilia hapo unajakimbia. Swara swara ni kama mbuzi, swara anauma mtu wapi? Ushaona swara imeuma mtu? Wewe ndio umesema. Anyway, that's up to you. So, mm -hmm. Daktari eh, <laughs> mi nataka unisaidia kwa hii mambo, tumalize. Juu, mi nimechoka na hii story. Nimechoka kuambia tu kweli, nimefika mwisho hii mambo ya kuzungushana, kuzungushana na watu mi sasa hizi sitaki. Shida yako ni kuwa na pupa. Wacha pupa, pupa, tulia. Wacha kuwa na mapepe mengi tulia. Naaajafika. So, naweza cut, tokiwa ngoja